Yes bwana, mambo vipi, na karibu mfuatiliaji wa youtube channel ya Nyundo TV. Hapa ni Nyundo Info, moja kati ya segment ambazo zinapatikana kunako YouTube channel yetu, na lengo lake ni kuweza kukupa taarifa tofauti tofauti ambazo zinakuwa zimejili kunako kwenye kazi ya sanaa ama kwenye kazi za sanaa za kila siku. Na leo Nyundo Info tunakwenda kuangazia ujio wa bwana Mzungu ambaye ni mwanamume wake na bibie kunako tamthilia ya Kombolela na nikwambie tu, kama ukizungumzia tamthilia ya bora basi na kuhitaji tamthilia ya Kombolela, utakuwa utendi haki maua mengi sana yaende kwa uongozi mzima wa tamthilia hii ya Kombolela, kwa maana kwamba Nabra Creative Company, kuanzia kwa mkurugenzi mwenyewe bwana Abdul eh, kuja kwa director Machupa, miongoni mwa kijana ambaye eh, mawazo yake mengi sana amewekeza kwenye swala so zima la sanaa. E, eh, bwana tunafahamu kwa sasa, yes, e, eh, bwana Mzungu tayari ameshaingia kunako familia ya mzee Kikala. Mzungu anafahamika kwa jina la Mario Mzungu. Kwa wewe ambaye ufahamu jina lake kuna kwa mitandao ya kijamii, ni kwambie tu. E, anajulikana kwa jina la Mario Mzungu, ndio jina ambalo anatumia kuna kwa mtandao wa Instagram na mitandao mingine. Lakini kama wewe utakuwa ni miongoni mwa watu ambao e, wametazama baadhi ya kazi za sanaa, kwa hakika utakuwa umemuona kwenye kazi zingine. Ukienda kwenye kazi kama ya Mawio, yes, Mawio e, Mario Mzungu ameonekana lakini pia kwenye Olivia ile ambayo ilikuwa ameshiriki e, sambamba na Gabo Ee, baba Olivia, yes, baba Olivia ee, Mario alionekana mule, lakini kwa sasa e, tumeweza kumwona kuna tamthilia hii ya Kombolela akiwa anatumia e, jina la Marlon, moja kati ya majina ambayo yalikuwa yameimbwa e, muda mrefu. Kama unakumbuka kwenye episodi kadhaa zilizopita nyuma, siku ambayo e, bibi mimi e, kwamba Mashavu alimwomba bibi aweze kumpeleka hospitali kwa maana kwamba kwenda kliniki e, m, bibi alikuwa anazungumza na simu akataja jina la Malon. E, baadaye Mashavu akawa amelimeza lile jina kwamba Malon Malon Malon ni nani? baadaye na bibi alimwambia kwamba Malon ndiye mwanaume wangu ambaye amenipa ujauzito. E, watu wengi wakawa wanashahuku ya kutaka e, kufahamu kwamba Malo ni nani, lakini kwa sasa tayari Malon ameshafahamika na ama, anaweza nikasema kwa sasa e, Malon ameshaingia kwenye tamthilia hi hii ya Kombolela. Kwenye hili, tusiache kuwasifia viongozi hawa wa tamthilia ya Kombolela kuweza kumleta mtu ambaye wana sanaa kubwa, naweza nikasema hivyo. Marlon miongoni mwa watu ambao wana sanaa kubwa, miongoni mwa watu ambao wanajua. Kwa hiyo hujiwa, Marlon kwenye tamthilia hii ya Kombolela, umekuja kuongeza kitu kingine kizuri zaidi, lakini nimejaribu kutazama baadhi ya komenti kunako mitandao ya kijamii, kuna watu kama vile hawaja hawajafurahishwa na kumwona Marlon kunako tamthilia hii ya Kombolela. Ni nimesoma komenti fulani hivi, mtu anasema kwamba mm, Mbona hii kama tamthilia ya Kombolela kama wanatuchosha hivi, kwanza ilitakiwa iwe imekwisha. Kwa nini wanamleta wanamleta mzungu? Ambaye sijui kwamba alikuwa anamaanisha nini, lakini anamaanisha kwamba mzungu ambaye kwamba anaongea Kiswahili. Wengine wakasema kwamba mzungu, mzungu koko, wengine wakasema kwamba mzungu wa mtumba, wengine wakaenda mbali zaidi wakasema mzungu wa kuchovya. Lakini mimi nikwambie tu, moja kati ya watu ambao wana sanaa kubwa ni huyu mzungu anaitwa Marlon, mmoja kati ya wasanii ambao binafsi nilimkubali kuanzia kwenye Mawio, nikamkubali kwenye Baba Olivia, lakini kwa sasa namuona kwenye tamthilia hii ya Kombolela. Fuatiliaji wa YouTube channel ya Nyundo TV, nilitamani na wewe nipate mawazo yako juu ya ujio wa Marlon, ama ujio wa Mario Mzungu, ama ujio wa mwanamume ambaye amempatia ujauzito bibie. Wewe unasemaje? ni ni, ni, ni sahihi kwa uongozi ku, ku, wa Kombolela kumleta mzungu huyu ama unahisi na wewe wamekosea. Lakini kitu kingine cha pekee ambacho cha msingi nimefurahishwa kwenye sini hizi za kuonekana kwa mzungu ni pale momenti za kushangaa, mara baada ya mzungu kuweza kuingia kwenye nyumba hile ya mzee Kikala. Kwanza vile ambavyo mzungu alivyokuwa amekuja na bajaji, watoto wakaanza kushangilia. Bwana mzungu mzungu, ni momenti fulani ambayo mtunzi tumpe maua yake. Alikuwa ametulia kweli kweli. Eh, baadaye mara baada ya bibie kumshika mkono kuingia naye mpaka ukumbini pale Abilai tazama vile ambavyo Abilai alikuwa anashangaa. Yaani anastaajabu leo mzungu mtaani kwetu. Leo mzungu nyumbani kwetu. Miongoni mwa watu ambao mnao daizi ama naweza nikasema watu wamefurahishwa sana na vile ambavyo amekuwa ameshangaa. Sio Abilai peke yake. Shangazi. Shangazi Mwahija, kama umeitazama umeitazama sini hiyo, kwa hakika unaweza ukaniambia kwamba vile ambavyo Shangazi Mwahija na yeye ameshangaa kuweza kumwona mzungu kwenye familia ya Mzikikala tukae tukae naye. Miongoni mwa watu ambao wameshangaa kuweza kumwona mzungu kwenye familia hii ya Mzikikae tukae alikuwa amekwenda mbali zaidi na kuweza kumwambia dada yake kwamba kwa sasa ndege lazima upande ndege. Yaani si namini nani mama yake na, na, na, na, na, na, na, na bibie ambaye ni Nyamigulu. Unaweza no ngatumia jina hilo au Bestar au Mwadawa. Alihisi kwamba Bibie kama vile amemtoa ame, ame, ame, ame kimasomaso, even kama vile amemfuta chozi, yani kama vile na wao wamebutua mara baada ya mashavu kuolewa, hatimaye bibi anamleta mzungu nyumbani. Imagine vile, vile, vile ambavyo familia ilikuwa inahisi kama vile imeelemewa E, watu wanahisi kama vile wapo njia panda, alafu ghafla mzungu anatokea na design, kama vile inaonekana ujio wa mwanamume ambaye amempa ujauzito bibie ambaye ni mzungu e, inaonesha kama vile kuna kaunafu fulani hivi kimekuja kupatikana. Kama unakumbuka tukae maneno ambayo alikuwa anazungumza kumwambia dada yake mwadawa kwamba kwa sasa kama vile unakwenda eh, kubutua, kama vile unakwenda kupanda ndege. Nikukumbushe tu mashavu tayari ameshaolewa, yupo kwenye ndoa yake Furaha nyingi sana e, zimeonekana kwa Siwa ambaye ndiye mama mwenye mtoto lakini, kwa Mwadawa alikuwa na majonzi, kwa sababu binti yake ilikuwa yamemwambia e, kwamba amekwenda masomoni, mwisho wa siku amerudi e, mwisho wa siku kama tunavyoona amerudi na ujauzito. Muda huu sasa tukaya, naamini ya kwamba ujio wa mzungu, kwa maana kwamba familia ya Mwadawa, maana kwamba Mwadawa sambamba na Bibie, kama vile maisha yao yanakwenda kuwa mazuri hivi. Kaya kalalamika sana akasema, dada na mimi usinisahau, pamoja kwamba mimi sijazaa, lakini mimi ni mdogo wako, mfuatiliaji wa YouTube channel yenu Nyundo TV, mfuatiliaji wa tamthilia ya Kombolela. Ningetamani nipate mawazo yako na wewe kwenye hili. Unaamini ni kweli ujio wa Marlon mzungu unakwenda kuonesha kama mwanga hivi kwenye familia hii ya mzikikala kala, kwenye familia hii ya Mwadawa, ama ni majanga juu ya majanga? Kutegemea tayari mzungu ya yanalalamika kwamba ameshaibiwa kobis, kikala ameshafanya ya yake Natamani nipate komenti yako mfuatiliaji wa tamthilia ya Kombolela kwa hiki ambacho kimetokea. Ghafla mzungu amekuja kwenye tamthilia e, hii ya Kombolela. Kuanzia kwa watoto ambao walikuwa wanashangaa pale nje mara baada ya mzungu kufika. Vile eh, ambavyo bila imekuwa ameshangaa mara baada ya kuweza kumuona mzungu eh, tukae vile ambavyo alikuwa anashangaa na yeye eh, kuweza kumuona mzungu. Shangazi Mwahija na yeye eh, vile ambavyo alikuwa anashangaa eh, mara baada ya kuweza kumuona mzungu, sambamba na mama mtu madawa mwenyewe, vile ambavyo alikuwa anashangaa mara baada ya kuweza kumuona eh, mzungu. Vipi ambavyo unaamini kwamba ni, ni nani ambaye ameshangaa ame kwelikweli, au nani ambaye ametuonyesha sanaa Eh kwenye kushangaa vile ambavyo mzungu eh, amekuja, tuambie kwenye comment hapo. Kwa upande wako unaona nani ambaye ameshangaa kulikweli, lakini mwisho usiache kuwamwagia maua yao eh, viongozi wa hawa wa kwenye tamthilia ya Kombolela kwa vile ambavyo wameweza kutumia akili yao kila kukicha kuweza kuhakikisha kwamba watazamaji wa tamthilia ya Kombolela wanaenjoy kila siku, wanaweza kutuletea mawazo mapya kila siku, wanaweza kutuletea watu wapya, lakini watu ambao wana sanaa kubwa, watu ambao e, wamekuwa na naweza nikasema wana wana wana akili kubwa kwenye kuwasilisha sanaa yao. Hii ni Nyundo TV, hii ni Nyundo Info. Thanks for watching.